Hatua ya kwanza, unaandaa tangazo lenye mvuto kisha, wakibofya tangazo lako uh, badala ya kuja WhatsApp wataenda moja kwa moja katika mfumo wako. Katika mfumo wako, watakutana na ujumbe kama huu ulioandaliwa na copyrighti. Na baada ya kusoma ujumbe kama huu watakutana na shuhuda na maelezo. Wakishuka chini, watakutana na hatua inayo fahamisha kwenda katika hatua inayofuata, na akibofya katika hatua inayofuata maana yake ataenda katika maelezo ya kuhusiana na kile unachokiuza atakutana na ukomo wa muda, lakini pia atakutana na ofa ya bei. Na baada ya hapo akibofya katika sehemu hii ya kununua, maana yake atapelekwa katika ukurasa wa tatu ambapo atakutana na fomu yako ya oda. Na baada ya kujaza fomu hii ya oda akibonyeza chini, utapokea ujumbe huu kupitia WhatsApp yako, ikimaanisha huyu mtu yuko tayari kulipia au kununua kile unachokiuza. Kama umechoka kuhangaika kunasa wateja, kufanya mauzo na kujenga timu katika biashara yako ya network marketing, na huenda umejaribu kutumia kila mbinu, kila njia, lakini bado hujaona matokeo mazuri, na unatamani kusimamisha biashara yako iweze kufanya mauzo makubwa kila mwezi na kujenga timu ya uhakika basi, NMU Pro ni kwa ajili yako. Hii ni moja program ambayo itakusaidia kusimamisha biashara yako ya network marketing kuweza kufanya mauzo ya faida ya milioni moja hadi tano kila mwezi na kuweza kujenga timu ya watu hamsini na zaidi. Na ni moja program ambayo imeweza kumsaidia mwanafunzi wetu Jaden kufanya mauzo ya faida milioni tano ndani ya miezi mitatu katika biashara yake ya network marketing. Lakini sio hivyo tu, imeweza kumsaidia Janet kusimamisha biashara yake kuweza kuingiza faida ya milioni mbili kila mwezi katika biashara yake ya network marketing na imeweza kusaidia wanafunzi wengi sana ambao wanafanya biashara marketing kama na wewe utapenda kujiunga na programu hii ili uweze kupata matokeo mazuri kama hayo katika biashara yako, basi unatakiwa kufanya wasiliana nasi kupitia namba iliyopo chini, kwa sababu zimebakia nafasi tano tu. Zikiisha nafasi tano, usajili upya utafanyika ndani ya miezi sita. So ni vyema ukawahi sasa hivi, ili kuweza kusimamisha biashara yako ya network marketing.